Kwenye masoko ya mitaji na dhamana Tanzania, tukiangalia ecosystem yake e, kitu cha kwanza ambacho tunabidi tukifahamu ni kwamba inasimamiwa na mdhibiti ambaye ni Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana, CMSA. Kwa CMSA mandate yake ni ku authorize na kutoa license kwa intermediaries wote au washirika wote kwenye masoko ya mitaji Tanzania. Sasa hapa tunaongelea labda ni wasimamizi wa fedha, fund managers, washauri wa wawekezaji, investment advisors, brokers ama wakala wa soko la hisa. Kwa hiyo mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana inatoa leseni au inaruhusu ufanyaji kazi kwa hizi intermediary zote ambazo zinafanya kazi kwenye capital market. Na ni muhimu kufanya hivyo kwa sababu tunapozungumzia wawekezaji e, hii ni eneo ambalo kuna dhamana tofauti ambazo zinatokana na rasilimali fedha kwamba mwekezaji anatoa hela ili anunue dhamana fulani, sasa kama zisipodhibitiwa Kunaweza kukawa kuna practice ambayo inaweza isiwe nzuri, labda kwa investors haki zao zinaweza zisifuatiliwe sana. Ndio maana kuna kwa kuna mdhibiti ambao anahakikisha wawekezaji haki zao zinalindwa, na kwa kuna wekezaji kuna kuna salama katika masoko ya mitaji. Na sasa baada ya mdhibiti kuna kwa kuna soko ambapo kwa Tanzania linaitwa soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo soko la hisa la Dar es Salaam ni eneo ambalo dhamana e, za uwekezaji zinanunuliwa na zinauzwa, e, na sababu kubwa kwa nini kuna soko ni kuhakikisha kwamba kuna mifumo mizuri ambapo e, hizi dhamana zinaweza zikabadilishana uh, mikono au zinaweza zikabadilishana ownership kwa sababu gani? Imagine kama kusingekuwa kuna soko, kama kusingekuwa kuna soko, changamoto ya kwanza ambayo ungeliona ni kwamba kungekuwa kuna utofauti wa bei mkubwa kwamba hapa hisa inauzwa kwa shilingi mia lakini hisa hiyo hiyo ukienda mkoa mwingine ingeweza kuuzwa kwa shilingi mia tano Lakini uwepo wa soko unafanya kwamba kuna price discovery au price transparency, kupunguza utofauti wa bei. Ndio maana tukiangalia e, bidhaa zingine ambazo sio dhamana za uwekezaji ambazo zinauzwa nje ya mifumo ya, ya masoko utakuta kuna utofauti mkubwa sana wa bei utakapotoka eneo moja kwenda eneo lingine, lakini kwa sababu ya uwepo wa soko unafanya transparency iwepo au hali ya kujua bei iwepo, ambayo inatoa confidence kwenye market. Lakini sio tu kutoa confidence kwenye market, lakini pia inakuwa inaongeza ukwasi. Ukwasi ni ile hali ya liquidity ambapo e, hisa moja inaweza ikauzwa kwa mara nyingi tu ndani ya siku moja. Kwa hiyo soko la hisa inafanya e, wawekezaji wawe na confidence ya kufanya wawekezaji na Wana promote pia namba ya wawekezaji wa wengi zaidi e, lakini vilevile kwenye ecosystem ya capital markets kuna mawakala wa soko la hisa. Sasa ili wewe uweze kununua na kuuza hisa ni lazima upite kwa wakala wa soko la hisa e, ili kupitia mifumo ambayo imewekwa na inasimamiwa na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana, unakuwa na uwezo wa kufanya ununuzi na uuzwaji. Sasa hii mifumo iko iko thabiti na of course kuna security kubwa sana. Eh, kwa sababu hizi eh, ni, ni ownership details ambazo zinatoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo utakapo utakapotaka kununua au kuuza dhamana ni lazima upitie kwa wakala wa soko la hisa ambao ameidhinishwa na Mamlaka ya Soko ya Mitaji na Dhamana. Sasa kwa Tanzania nadhani namba sasa sasahivi iko takriban 20, kuna mawakala 20 eh, including Zan eh, Securities ambapo unaweza ukaenda ukafungua akaunti ya wekezaji ukaanza kununua dhamana na ukaanza kuuza dhamana lakini vilevile vile ukapewa hata ushauri eh, wa uwekezaji. Kwa hiyo hiyo hiyo ndo ecosystem ya masoko ya mitaji na dhamana Tanzania ambayo inamwezesha mwekezaji kuanza kufanya uwekezaji na kununua na kuuza dhamana ambazo zimewezeshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam.